Ingawaji leo ni siku ya kuomboleza, nilipenda Betty Bayo sana, yeye ndio hakunipenda sema, maana tuliachana leo akaolewa next week. Kanyari ni mbaya lakini, hamjaisikia nimepigana na mtu ile kitu, meaisikia tu nikifanya nikuitisha the return peke yake Sijawahi pigana na mtu. Katika historia ya Kenya hakuna msichana ama mwanaume ameshajitokeza akasema nimemongoa meno, wala hakuna mtoto anaweza jitokeza aseme nimeaimfanyia mabaya. Na nikuitisha 310 tu niliitisha, na hata hiyo nilikuwa naitisha. 310 ni pesa kidogo sana, maana saa hii ndio inatengeneza mabarabara huku ndio inajengea watu manyumba, na ninaendelesha hiyo ibada ya compassionate hata ni vile Betty Bayo amefariki saa hii, nilikuwa na dolkasi, ibada ya dolkasi ambayo aspirant rafiki yangu eh, alikashifu zile jiko nilikuwa napeana, akasema ninapeana jiko za makaa. Lakini nampenda, nimependa sana hawa watu MCA. Najua mkuu, mjaonana na watu mtatukanana na watu, utaongea kinyume cha watu, lakini wakati mnakutana hata mnajua kumbe damu zenu zinafutana, kumbe you are friends. Semeni amen. We can do so many things together, lakini wakati tuna separate we cannot do so many things. Na ndio maana ningetaka wale watu ambao wamehudhuria siku ya leo tuendelee kuwa marafiki. Chege wakati aliniita, nilienda na nikapeleka msumari wangu huko, na ni mbali, si karibu, kwa sababu mimi hakili yangu hainiambiagi yeti sasa nisiende kusaidia mtu wa Konyeri, hata kama ako Muranga, ako Mombasa, hata kama sio Wanjiru. Hiyo compassionate iko ndani yangu. Watu wengi wale mnawaona wanaonekana kwa compassionate, ni kama ndio wamefanya kwa muda mrefu kuniliko, ni kwa sababu wao ndio walijua bloggers na Facebook na TikTok kabla yangu. Sema amen. Maana mimi sipeanagi kitu ndio nionekane, ni ncha yangu kupeana kwa familia ya Tash pamoja na Tash na watakia mema. Mimi I don't have war with them. Siku ile wataamua tutapigana, tutapigana, lakini kwa sasa, maana hawajaniambia tupigane, sitaki kupigana. Semeni amen. Kuna watu wanasema Pastor Kanyari, pigana pigana, simama uchukue mkuki. Sitaki kupigana kwa sasa. Nastaki na kuongea mabaya kuhusu anything. I just want to be quiet. Najua mi najijua na kuongea, watu wananijua katika TikTok, katika kuongea. Wakati niliingia TikTok, watu walisema Kanyari, umeingia TikTok, lakini mi nilijua nikiingia TikTok, watu watanipenda tu kwa sababu nina roho ya kupeana. Ilianzia kupea wakubwa wote wa TikTok kitu kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Sasa hakuna mtu anaweza kupiga. Sema amen. <laughs> Wale walikuwa naniita shetani na nakuuliza, halo naingia, baadhi yako, habari yako, umesema mimi ni shetani eh? hii simu inafanya mpesa ama haifanyi? Ifanyi <laughs> Ambia inafanya. Angalia, naweka kitu. Maana najua zawadi ya mtu umfungulia mtu mlango Ambia jirani yako zawadi ya mtu hiyo, ni kitabu gani? Which book? bebia yuko karibu yendi, anajua vitabu. Dominic ajui vitabu <laughs> zawadi, wacheni tu nisome mstari moja, wagapu wataniruhusu nisome Niso, wacheni tu nisome just one verse. Ingawaje leo ni siku ya kuomboleza. Nilipenda Betty Bayo sana. Yeye ndio hakunipenda Sema maana tuliachana leo akaolewa next week, lakini mimi niko mimi sijawahi oa until today, na nimekuwa nikilea watoto hao na hata wakati aliolewa na harusi aliolewa na hiyo kwenda ushagu bado, mimi niliendelea kusaidia watoto wangu hata akiwa ameolewa. Yes. na I think, na I think hii upole wangu na uzuri wangu unajua, mimi nakuwa na mdomo sana lakini kwa social media huko nini, nini nini, lakini kifika mahali tupigane, mimi sinaga hiyo mambo, mimi usamehea watu mambo mengi sana, si maploti nimenyang'anywa na ninanyamazia watu. Kuna mahali mtu alininyang'anya eka mbili ya shamba, nikafikiria nikaona hii, hata niko na eka 20 ah hiyo mbili, wachana naye wacha aende naye, na nikamsamehe. I think hiyo uzuri wangu watu wanaichukua kama coward. I'm not coward not, but nature yangu siyo nature ya vita. Kila mtu ana nature yake, mimi nature yangu ni ya kuitisha mbegu, na kwa sababu mbegu siku hizi haitumwi. Mimi hata nimestuka sana my brother, Kariokia amepeana elfu mia moja, nikasema hai, kumbe bado kunatoleanwa. <laughs> Nilipewa elfu mia moja. Mimi na mtu oh, kwa TikTok nilitumiwa lion mbili, kwa TikTok nilitumiwa tu lion one. Lion is like 50,000 so yi, mbili ni kama hiyo elfu mia moja kitu. Lakini zile nilipeagwa zamani sasa zilimea. Ni zenyewe natumiaga kufanya fanya nazo mambo. Sema amen. Amen. So what I can say zawadi ya mtu mfungulia mtu mlango. Proverbs 18, 16. Proverbs 18:16. For Tash I'm not fighting you. Tuache Betty Bayo walale salama. Watoto wetu I, I, think you are in the safe hands kama kuna watu wanapanga mabaya mahali, I don't know, but mimi naombea watu mambo mazuri katika kitabu cha Methali 1860. Nasema zawadi ya mtu sema kwa sauti, zawadi ya mtu umpatia nafasi. Sisiki sauti my MCA wale, my MCA walienda, my MCA marafiki zangu walienda, ah, my MCA wanafaa kuja tukule nyama tuongeongee mawili matatu za, tusome 1 2 3, zawadi ya mtu humpatia mtu nafasi, humleta mbele ya watu wa kubwa. ah, nimepewa elfu mia moja lakini sio yangu hizo pesa. Nitakusanya sai ikuonekana mimi ni mkora, nipelekee komiti. Semeni amen kwa sababu <coughs> Asante, tumesoma zawadi ya mtu yeah. Sina jambo lingine la kusema Mungu awabariki. Eh, mimi nataka tu kushukuru kijana msafi at the groups Eh, Kariokii pamoja na Mathai na waheshimiwa wote, vile ambavyo mumeniheshimu kwa kukuja, hata mimi mukanihitaji mahali popote, nitakuja mimi ninajua kuweka marafiki. Kama kuna rafiki ambaye anakosa uzingizi juu yangu, hata mimi nitakosa uzingizi juu yake. Kama unaweza kuja kwangu ukae mpaka saa sita usiku, hata mimi nitakuja kwako nikae mpaka saa nane ya usiku. Sema amen, maana a friend in need is a friend indeed. Jana mimi najuaga Pasta Kiengei pengine yanipendi. Unajua sazia kutembea ni vizuri Mwana huu Kiengei. Kwa sababu sasa anaongea kwa TV, kwa radio ananidunga dunga. Unajua mimi ndio nakuaga wa rais wa kupiga pigo, wa kupiga kipo. Hata ukitaka kupewa sadaka asema wewe si kama Kanyari. Watu watakupatia kitu. Sasa nikasikia Kiengei ameongea nikaona ah, kumbe this man loves me. Never judge a book by looking at its covers. Usijaji mtu. Don't judge people. Na ndio maana hii kanisa hata ukua malaya unaruhusiwa kuingia hapa hata uwe mwizi unaruhusiwa kuingia hapa, maana hii ni kanisa ya kubadilishia watu tabia, na hatuforce watu wabadilishe tabia. Tunawaongelesha, Mungu anawabadilisha. We talk to them, God change them. Wakati niliingia TikTok nilianza kuongea na kinachokuu watu wakaniambia ninaongea na gay. Nachokuu akakuwa na mchezo mwingi sana, nikimwambia toka mapepo, wanafanya vituko fani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 kwa kwa ajili ya uzee utufanye, kwa hivyo let's not judge people. Let's not judge people, hata hawa watu mnaona wazuri ndio watarunyanganya watoto, sisi wabaya ndio tunaonewa. Semeni ime. So, let's be good and God bless you. Sina jambo lingine ni kusema Mungu awabariki wote kwa kukuja kuomboleza na mimi siku ya Friday ndio tutampumzisha Betty Bayo. Thursday, Thursday. Betty Bayo tumepata naye watoto wawili, tulikuwa tunakaa naye mahali panaitwa Greenspan. Wakati mambo yangu iliharibika ya 310 hivi kidogo pesa zangu zikakamatwa, hapo ndio tulikuwa tuelewani kidogo na tukawachana, lakini still tulikuwa good friends maana hata wakati alikuwa hai tulikuwa na cheka. Sasa nikifungua simu yangu ni kuonesha text za message za WhatsApp, hata wewe utashangaa. tulikuwa na cheka na yeye, alikuwa ananiita Baba Sky. Baba Sky kujia watoto naendea watoto nawapeleka out nawarudisha, sikuwa na issue. Mtoto wangu mmoja anasomea shule ambaye ni very expensive Siningeamua nisimsomeshe ninunue magari. Kuna wanaume wengi sana wana, hawawezi somesha watoto wao walizana wao, mtoto wangu tumeachana na mama yao. Watu ya kamera nao wako na maneno sana, why are you exposing people <laughs> Amen. So I'm so happy kwa ajili ya those two children na anaamini ya kwamba wataendelea kuinuka na hakuna siku watashuka chini, watainuka. Hiyo kizungu anasemekana wanaongea, mimi ndio nimesababisha waongee. Mbona watu hataki kunipatia credit jamani? Hiyo kizungu watoto wangu wanaongea, it's me It's my money. Nimewapeleka international school, the best school in Kenya. Inalipwa half a million per month, per term. Hata sijai ambia mama, hata sijai ambia, si, hakuna mtu wetu nimemwambia nalipia watoto wangu pesa mingi namna hiyo. Maana unajua ni Kiambu watu wetu wananiambia: Ah! Kanyari hiyo pesa yote. Niliambia brother yangu akaniambia, yeye somesha mtoto shule ambayo imepita elfu kumi na tano <laughs> <laughs> ndio <laughs> huyu my brother Ala, aliniambia yeye hawezi somesha mtoto hata wale ako na wao shule imepita 15000 nikamuuliza, kwa nini? Akaniambia afadhali ajenge manyumba, wakikuwa wakubwa, watakuta hiyo manyumba <laughs> sema ime. Sasa mimi wangu mmoja namsomesha 500000 wa pili 500000 na wakitaka trip wanaenda trip Amerika kwenye mimi sijawahi kanyanga. Mimi nilienda nchi za ngambo wakati nilikuwa na Betty Bayo ndiye, wameanza kutembea. Ya mambo ya siasa, nimeanza kutembea tembea miguu, lakini miguu hivyo polepole. Mimi, I don't like walking. Maana naona kama kila mtu ako kinyume na mimi. Sasa sometimes you stay alone like that. Sasa hata wakiniambia yeye Betty Bayo ndio alikuwa kwanza kunipeleka Thailand. Nikaenda out Thailand, for the first time kupanda ndege, ni Betty Bayo alisababisha nipande ndege. Nilipoenda Thailand akanidanganya. akaniambia tunakaa one week, kumbe tulikaa miezi mbili, kumbe visa inasema two month na mi sijui, nikakaa huko miezi mbili. Kwanza hiyo tulikosana, hata sikuwa na amani. Maana mi ama I, I love money. Mimi napenda wanawake, ukweli, lakini kwanza tuongee business kwanza, and then tukuje wewe sasa maana mimi naamini pesa ni kila kitu. Sasa ukianza kuniambia tushinde hapo na uniambi mambo ya pesa, tutakosana. Mimi nataka kwanza pesa, alafu tuongee mambo yingine. So akanipeleka Thailand mara ya pili, akanidanganya danganya, akaniambia tunaenda wiki mbili, tukaenda tukakaa mwezi moja. Nadhani Betty Bayo chenye hakunipendea ni kwa sababu aliona mimi sio mtu wa kutravel na Betty Bayo ni mtu anapenda traveling sana ukifungua akaunti yake mara sijui ako out wapi, mara ako wapi. Mimi am not like that, I'm not outgoing person. Ni mtu ambaye napenda kukaa peke yangu, lakini nafurahi kwa sababu ya kina Chege, wananifundisha kina karaoke wa juzi wameniita huwa, at least now naweza ongea na watu nicheke na watu nione. Eh, kumbe kuna kuaga hivi sikuwa ninajua. Hiyo hata Maina wauti si ameniambia ataniita kanisani kwake nitembee, tusio nihubiri hapana, nionge. I love that sasa hapo nilikuwa nimekaribishwa tena, ni TikTok lakini TikTok niliacha siku hizi, siku hii TikTok sana nakuwa kidogo, nilikuja nikachukundua, kumbe TikTok unaendaga hivyo unakuwa addicted. nilikuwa na hawa na nikataza kuingia TikTok, lakini nangojea saa sita usiku watu wakuwa wamelala naweka on <laughs> ninachoma asubuhi nikiamuka nakuta na trend Kenya nzima nimeban. Napigia nani anaitwa nani Pitako, nawambia pitako aongea na bloggers, wavuta hizo vitu zote, ki nayo anajua. Sasa ndio nimepata samaki kubwa, ananiambia <laughs> nitaongea na wao, lakini wanaitisha pesa fulani wote <laughs> sa video zinafutwa. sasa nowadays niliona TikTok is not safe for me. so naingiaga kidogo na achana na hiyo mambo ingine. So God bless you so much. God bless you for coming. Amen. Thank you. Wow, thank you very much. Tumpigie baba yetu makofi mazuri.